ni katika usharika wa Kitwilu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheli Tanzania KKKT dayosisi ya Iringa siku ya leo ikiwa ni tarehe saba ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambapo siku ya leo katika usharika huu baadhi ya waumini na washarika wamepata semina elekezi kuhusiana na tatizo la afya ya akili katika jamii yetu ambayo tunaishi. Kuna changamoto hiyo ambayo inajitokeza. Je, ni nini kinasababisha tatizo la afya ya akili linatokea? Huyu hapa ni mwanasaikolojia Nickson Kilale anazungumza. Kwa nini naweka msingi leo? Kwa sababu tunapozungumza afya ya akili ina tabia kubwa sana ya kunyoosha vidole kwa wengine. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa hivyo, kuna sehemu wanaondoka hata tunatembelea mtu kule, ehe, mtu kule hivi alikuwa kufanya dhambi ni nani? Mnakumbuka huu ugonjwa umempata, alifanya dhambi nani? Ito, a huu ugonjwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, yani Mungu anataka kujidhihirisha. Kwani tuwafundisha, ni mojawapo ya somo mjue kwamba yani Mungu anaweza kuponya ugonjwa wenyewe. Huu hupo si kwa sababu huyo alifanya dhambi wala chochote, ila kwa sababu Mungu anataka kufundisha, yeye ana somo anayotaka kufundisha. Kwa nini leo watu wengi kanisa sio sehemu ya kimbilio? Nikisema kanisa sizungumzii wainjilisi na wachungaji, nazungumzia mimi na wewe, ndio kanisa sisi, ambao kila siku tumejitambulisha kwamba tunampenda Yesu na tunakuja kanisani. Kwa nini kanisa sio si kimbilio tena? Mara nyingi yingi na watu, sababu tumejawa na moyo wa mashutumu. Lakini nikupe tu habari njema kwamba ukiona umejawa na moyo wa mashutumu, ujue wewe ndio utakayokimbia kwanza kutafuta msaada, kwa sababu wewe ndio una changamoto ya akili kuliko wengine wote ena kuliko wengine wote. Wewe ni habari njema kwa i unahitaji msaada wa haraka. Je, ni nini wito kwa kanisa na jamii kwa ujumla kuhusiana na tatizo la afya ya akili? huyu hapa ni mwanasaikolojia Nickson Kilale anaeleza cha kwanza, watu watamwe wakubali kwamba hili ni tatizo, lipo kwenye jamii, ni tatizo kama yalivyo magonjwa mengine yanayoathiri mwili kama malaria pengine, au magonjwa ya tumbo, magonjwa mengine ambayo mara kadhaa tukiona tuna maumivu au homa, tunakimbia kwenda kwa wataalamu wa hospitali ndivyo ambavyo hata magonjwa au changamoto zinazohusiana na afya ya akili ni halisi na zinavyopatikana. Watu waondoe unyanyapaa, waone ni kitu ambacho kinaweza kikatibika, kinaweza kikaondoka, kinaweza kika dalili zake zikaonekana na kudhibiti kwenye jamii. Kwa hiyo utuondoe unyanyapaa tuondoe kuunyanyapaa binafsi na unyanyapaa kwa wengine. Watu wasijifiche wanapokutana na mkandamizo ambao wanahisi unaharibu afya yao ya akili, wajitokeze watafute msaada, kwa sababu msaada upo, wataalamu wapo. Nao baadhi ya washarika na waumini walioshiriki katika semina hii ya leo wana lipi la kueleza kutokana na walichokipata katika semina hii? wakati mwingine ushindwa kukua kiimani, unaweza ukadhani unatakiwa kuingia kwenye maombi zaidi, kumbe unatakiwa upate matibabu kwanza ya afya ya akili. Unaweza ukadhani unahitaji maombi tu, lakini kumbe unahitaji matibabu ambayo yaambatane na maombi. Naamini kwamba hili fundisho limefikia mahali ambapo hakika ni mahali ambapo ni, ni penyewe niseme, kwa sababu kila mmoja aliyepokea hili, kila mmoja anaona anatoka yamebadilika lakini, pia pamoja na kubadilika bado na hamu ya kuendelea kusikiliza. Naam, mtazamaji wa Furaha FM Media popote pale ulipo, unapotutazama usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube kwa jina la Furaha FM Media, na mimi ni Musa Mgeveke.